Ilikuwa nakata funguo anajikuta Teacher Kayanda, ati kila kitu anakijua Kayanda. Kayanda, nimekutoa kijijini, nimekuleta hapa mjini, nahitaji ufanye kazi. Achana mambo mengine, nahitaji ufanye kazi. Bosi, hmm. <laughs> yaani ondoa shaka kabisa, nimetoka kule Mwanza Nyanguge, ipindi nipo nyumbani kwa na chunga mbuzi togomtama lakini nimeku, um, nimekuja mjini na makideo hapo hapo, tunaangalia tu hapo, na nitafanya kazi vizuri tu. wasi wangu mwanageritugee. Sawa Kayanda, kingine unamwona wewe? Huyo ni binti yangu mimi. Sawa, naishi naye huko ndani, anaitwa Rebecca. sasa kama nilivyokwambia, nahitaji ufanye kazi iliyokuleta huko, sawa? Sitaki binti yangu apate matatizo mm. Si umeshanielewa mm. Kwa hiyo bosi, sasa swalileya eh, mjini yangu, bona kama vile yupo uchi sasa, au mnavaa hivi hu kanda kuuza? Zalau jaribu kuwa na adabu, hebu peleka bigi lako chumbani bosi. mm. Ba basi samani na kila menzi mm. kwinga mwanza ah, anajikuta mjanja kumbe mshamba wa mjini okuniwela kilolo luweve nyanda eti kila kitu anakijua kila kitu anakifahamu, alafu nenge tekemanyendogati madimilo ga makashaha kwanza nisikilize, naitwa Kayanda musukumo wa kwanza kwelimika mtoto wa Mwanza mwaza kondelo jandohomimwa nyankuke anajikuta ticha iti kila kitu anakijua Kayanda, kumbe hakuna kitu anachojua Kayanda, kumbe ni wakuja tu Kayanda.

Ungesema hata watoto wa 30 ningekuelewa. Ngumpe kuyure kawati kete, halafu ngumpe na michirizi. Tumbo kama la mwanaume. Eh. Hebu nitokee hapa. Mtu mwenyewe ananuka azizi, wala hata una haja ya kuongea na mimi. Unakuja hapa ndani kuangalia mavazi yangu. Naona niuliza kama nani? Kama mfanyakazi kazi mpya wa kwenye hii nyumba. Halafu usichokijua wewe. Una hazi ya kuongea na mimi. Hazi yako kaongea na zizi kule. Kaongea na ng'ombe zako. Sawa? Ha. Kwa nini baba, una nini? Kwa toka umeingia huko ndani? Yani toka umeongea, nyumba nzima inanuka domo lako tu. Tarau wewe. Nisikilize wewe. Mwaniko honi ndoke tema timero kama kashi. Eh. Mambo ya kuniambia kwamba mimi na hazi ya kuongea na zizi la ng'ombe wewe. Kwanza nisikilize kule kwetu nyanguke ng'ombe ndo zina je, hichi ni basabia ba mnu. Alafu nani unaanza kutukana ng'ombe hivi? Unajua ng'ombe zina faida gani wewe? Wewe si umekaa tu huku unakula kutuaratu, huku huma matango hanze, alafu unaniambia uh, mimi nafanana na zizi la ng'ombe. Wewe nimekuja mimi huku ndani kunywa wakati mwani kwa saka leo, yani, unaniambia mimi nanuka mdomo? Yani mimi naongea alafu unaniambia nanuka mdomo? ha! Nusa vizuri, sasa mpafu wewe wewe ah, huo ni mdomo au ni ushuzi eh? na huo ni mdomo tu nuramo na rekereketi Kila mizi, mm. ah, anajikuta mjanja kumbe mshamba wa mjini, wao ieek mimi asubuhi lile dogo Akaja homa na ananiambia umevaaje hivyo mimi, unavaa uchi. Nafikiri atakuwa amesahau kazi yake, maana vitoto vya 2000 mimi simuelewa kwa kweli. Ko oh, Kayanda amefikia hatua hiyo, si ndio? Maana ananiambia vitoto vya 2000 hatuna adabu ya Kayanda. Huyo Kayanda huyo, huyu Kayanda eh, yeah. kwa nini baba kusogela yake kusogelea, unasikiaje harufu yake? Mbona mimi sisikia harufu? Yote inatoka kwa Kayanda yeah. Utakuwa unaumwa kwa wewe, Kayanda ananuka. Yeye ana harufu nzito. Ng'ombe si ng'ombe, bebelu ah. si bebelu, sijui kondoo, yani sielewi. Eh. Lakini mwanangu kumbuke Kayanda yuko anafanya kazi zizini kule. Ni lazima anuke nani? Si unajua? Yuko zizini kule. Kwa hiyo akiingia huko ndani ametoka zizini ni, ni kawaida. Ah, basi asiwe anakuja huko ndani. Mpe kile chumba cha kule nje. Na yule ukikagua kwenye koti lake, sidhani kama anakosa chawa. Anachawa tena Kayanda. Sasa kwa hiyo harufu atakosa chawa. Na kama unavyojua shughuli ya chawa, acha zisambaze huko ndani, ndio utajua shughuli yake. Hivi iko wapi? Yupo kwa zizi. Na umwambie kazi yake ni kufanya usafi na kuchunga ng'ombe na sio kunifuatilia mimi. Kila mezi, mm. ah, anajikuta mjanja kumbe mshamba wa mjini okoni wela kilolu veve nyanda eti kila kitu anakijua kila kitu anakifahamu, alafu nenge katema nyendo katima dimiro ga makashaha. Kwanza nisikilize, naitwa Kayanda, musukumo wa kwanza kwerimika, mtoto wa Mwanza kondero jando homimwa nyankuke, anajikuta teacher kila eti, kila kitu anakijua Kayanda, kumbe hakuna kitu anachojua, kumbe ni wako ujatu Kanda, nimepata malanshi yako mundani. Kuna shida gani yoye na mwanangu? Kwani yeye kakwambia nini? Kanda. Kumbuka nilikuleta hapa nyumbani kakwambia fanya kazi zizo kuleta huko ndani. <coughs> Sasa, bosi, mimi yule mtoto wako nimemwangalia, nime pale sebuleni nikamwangalia, nikamuuliza hivi hivi, wewe hapo ni umevaa nololi doho. Sasa yeye amekaa na mimi kasiketi kama tango kama umu, sasa mimi nimweleweje sasa. Alafu unajua bosi, mimi ningekuwa na akili kama tu vijana twa mjini, nina mara kunguba kale tongwanoyo